Hebwana, story kubwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa leo ni kwamba goli hili ambalo limeweza kufungwa na Pacome Zuazua ni halali ama si halali. Ya, ya hebwana, tuachane na hayo kabla hatujakwenda kuangalia goli hilo. Ya hebwana, leo kulikuwa na mchezo mkubwa ambao umeweza kuzikutanisha klabu mbili kubwa katika ukanda huu wa East Africa Mashariki na Kati, naizungumzia Simba na Yanga, yaani Kariakoo ya Dabi, na mchezo huo umeweza kumalizika kwa Yanga Sports Club kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Hebwana, mambo yamekuwa ni mengi sana so tunafahamu kwamba timu hizi zote mbili zimetoka katika pre-season, zimefanya usajili mkubwa, zimesajili wachezaji wengi wa ndani pamoja na wale wa kimataifa na zimeweza kujiimarisha. naso tunafahamu kwamba baada ya mchezo huu wa leo, klabu hizi mbili zinakwenda kushindana mashindano ya kimataifa. Sasa basi tukiachana na hayo, leo kulikuwa na mchezo mkubwa, mchezo wa Community Shield, yani nazungumzia kombe la Ngao ya Jamii, yani tunakwenda kufungua ligi kinamna hiyo bwana. Katika mchezo huo, umeweza kumalizika kwa Yanga Sports Club kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri mbele ya mnyama. Ya, katika kipindi cha dakika arobaini na tano za mchezo huo ziliweza kumalizika bila suluhu ya bila kufungana, yani kwamba timu zote mbili mizani ilikuwa sawa, na tumeweza kuona mpira mkubwa kuweza kuchezwa katikati mwa uwanja. Tumeweza kuwaona wachezaji wengi pale kina Azizi Andambwile, kina Duke Abuya, kina Mudasiri Yaya, lakini pia tumeweza kuwaona katika upande wa Simba kina Kagoma, kina kina Nabi Kamara, kina Kante. Tumeweza kuwaona wachezaji wengi sana wazawa, pamoja na wale ambao wameweza kusajiliwa kutoka mataifa mbalimbali. Yaa bwana, mchezo huo katika half time uweza kumalizika kwa suluhu ya bila bila, lakini lakini kipindi cha pili, Pacome Zuazua, kiungo mshambuliaji, anakwenda kubadilisha matokeo ya mchezo huo na kuleta taswira ya utofauti baada ya kupachika bao pekee kwa upande wa wananchi, bao ambao limeweza kuleta kelele nyingi sana katika mitandao ya kijamii pamoja na mabanda ya mpira, kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kwamba goli hilo ni halali na wengine wanasema si halali, kwamba inasemekana kwamba Pacome kabla ya kufunga bao hilo alikuwa offside lakini kwamba mambo yamekuwa ni mengi lakini mwisho wa siku bao hilo ndio limeweza kuhitimisha kwa Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Bwana, sote tunafahamu kwamba baada ya mchezo huu wa leo klabu hizi zote mbili zinakwenda kujiandaa na michuano ya kimataifa inazungumzia CAF Champions League. Simba anakwenda huko kucheza na Gabon, lakini pia Yanga anakwenda kucheza eh, anaweza kucheza na timu za Rwanda. Mambo ya, yamekuwa ni mengi sana, lakini kubwa ni kuhusiana na wananchi kuweza kusherekea ubingwa wa kombe la Ngao ya Jamii leo ya hebwana eh, nchi nzima ni rangi ya njano pamoja na kijani. Mambo yamekuwa ni mengi sana. Hii ni Memorata TV uko na mimi msanuaji wako wa nguvu naitwa Tino Nadiva ya tazama video ya bao hili kwa umakini zaidi, kisha uniweze kuniambia katika comment, je, goli hili ni halali ama si halali? ya hebwana eh, ni hivyo bwana, katika upande wa mnyama bwana Simba anakwenda kupoteza mechi hii ya dabi kwa mara ya sita mfululizo shida sijui itakuwa ni nini shida, sijui ni viongozi, wachezaji, ama ya kocha yani, hatujajua klabu ya Simba mpaka sasa hivi na matatizo gani, kwa, kwa sababu mashabiki yani, kwa upande wa mashabiki hii imekuwa ni kitu kipi, yani sio kawaida kwa Simba kuweza kupoteza michezo hiyo kwa mara nyingi mfululizo kama hivi. So tunafahamu kwamba hapo nyuma kulikuwa na historia kwamba timu hizi kubwa zilikuwa zikifungana back to back, lakini katika misimu hii mitatu minne, Simba wameonekana kuwa wako zofu bilihari.